Mimi niko shwari, uko vizuri? Niko fresh, mambo yanaenda, nashukuru Mungu. Bwana chuma cha Mjerumani, tuanzie hapa. Jana Singida Black Stars wamezindua uwanja wao mzuri kabisa yeah. E, lakini kuna watu wanapiga maneno, wanasema ule uwanja hauna hadhi. Wewe umeshuhudia e, umeona ule uwanja, ni kweli uwanja hauna hadhi? Ah, kimsingi kwanza tuwapongeze Singida Black Stars kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ya kuweza kutengeneza uwanja wao Eh, ni jambo zuri, hatua moja kwenda hatua nyingine, ni jambo zuri sana, lakini eh, binafsi ni uwanja ambao sitaki kuamini leo Simba wanakwenda kujifunza kwa Singida Black Stars, huo ni uongo. Lakini comment zipo, Simba na Yanga wanajifunza kwa Singida Black Stars. Sasa, labda useme, Yanga Simba, anajifunza nini kwa Singida Black Stars eh? Maana kuna mambo ya kuchambua kwenye pichi na mambo ya nje ya uwanja. Simba Sports Club, ndio nakuuliza swali Simba haina cha kujifunza kwenye uwanja wa Singida Black Stars kwa namna ambavyo na ulivyo ah. Hey, Simba na uwanja si ule wa mazoezi sasa, wa ligi wa mechi za ligi. Sikiliza eh. Sheria namba moja ya kiwanja ni pichi, si ndio? Simba na uwanja maanake, wao ni kupanga ni kuchagua, wakiona ni vyema mechi zao wakacheze Bunju kwa sababu sheria namba moja ya kiwanja si wanacho, wanaweza wakacheza, hakuna shida, washabiki mtajua wenyewe. unanipata vizuri lakini sasa ukiangalia hata kwenye mechi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uwanja wa Singida Black Stars unakuja kuona kwamba yesi, ni uwanja pichi, imekamilika lakini washabiki wanakaa wapi? Ni maswali ambayo kila mmoja mwenye akili timamu anaweza kajiuliza. Nimeona mifano mingi sana kwamba Azamu ilianza hivyo hivyo. si uwanja wa Majaliwa Ruangu Alindi ulianza hivyo hivyo ah, ah. hakuna haja ya kuanza kurithi matatizo. Mimi sikuona haja ya Singida Black Stars kuzindua uwanja kuzindua uwanja kati haujakamilika kwa sababu cha kwanza, tukienda katika misingi sahihi, unaona kabisa timu itakayocheza na Singida Black Stars kwenye ule uwanja, wakati wachezaji wanatoka jasho na washabiki wanatoka jasho, hasa maana yake nini? Kweli tunawapongeza kwa uwanja ambao wameutengeneza, hatukatai, lakini kulikuwa kuna haja gani ya kuweza kuzindua uwanja haraka namna ile? Kwa sababu ukiangalia ule uwanja wa Singida Black Stars haujawatendea eh, haki washabiki wa soka Tanzania, washabiki wa Singida. Uongo kweli? Tazama uwanja KMC, uwanja wa KMC wenyewe ukiuangalia bado yani, kuwathamini washabiki. Alafu kibaya zaidi, washabiki wanaingia kwa viingilio, yani unakuja kuona uwanja Yesu, umejengwa pichi nzuri mm. Mm. lakini washabiki wako uwanjani kama mnadani, unajiuliza hapa ni mnadani au uwanjani Black, Black Stars au ah, ah? mimi nawapongeza kufuata sheria namba moja ya kiwanja kuwa na pichi, ndio maana nikasema wa kujifunza kuwa na uwanja wa mazoezi ni Yanga Afrika, sio Simba. Simba kasua saba sio nane na, na uwanja mzuri wa kisasa ule wa bandia kama sokosena nyasi asili ule wa, ule wa mazoezi sio sawa. Sawa kwani uwanja wa Simba wa Black Stars na uwanja wa Simba ndio tofauti gani? Sikiliza wewe, yatakuwa ni, sasa, sasa. Ah, ah, hmm. Ni mahaba tu kwamba sasa tumeamua uwanja ule kwamba mechi ikachezwe, lakini kiuhalisia, wito wangu mimi ni mmoja tu, tunapotengeneza viwanja vyetu wangalie wale washabiki ambao wanakuja kulipa viingilio vyao. Yes, sasa, hapana, uwanjani. Wenzetu ameenda mbali zaidi, uwanjani ni starehe, uwanjani ni sehemu ya kuenjoy, ndio maana ukienda kwa wenzetu Ulaya uwanjani kuna maklabu. Sisi viwanja vyetu vingi kwa asilimia kubwa, uwanjani ukizunguka nyuma kuna stationary. Unalipata vizuri, manake bado tumeshindwa kuzingatia misingi sahihi ya kuwathamini washabiki ya kuwathamini wanachama wa hivi virabu. Wanipata vizuri. Kwa hiyo sioni haja kuwapongeza kivile sana kwenye asilimia mia na hapa ishirini. Singida Black Stars. Sawa chuma cha Mjerumani. Tumalizane eh, na hili eh, tugusie swala la dabi kidogo mbali ishindikana shindikana kuchezea tarehe eh, nane. Taarifa mtandaoni zinaenea kwamba swala limefika serikalini na tarehe ishirini na saba yawezekana eh, waziri akakaa kikao na eh, mamlaka au wa Simba, Yanga na TFF kuhakikisha swala hili linamalizwa. Chuma cha Mjerumani, kwa nafasi yako unaona naona eh, serikali na nafasi ya kumaliza hili swala. Aa, ni swala ambalo nadhani watu ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni wamefeli. Huo ndio ukweli usio upingike. Iko wazi. Iko wazi na ndio maana kumekuwa na mvutano ama msuguano wa kuleta majawabu sahihi kulingana na tukio, namna ambavyo lilivyotokea unanipata vizuri? Kupata. Sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi, kwa nini mnashindwa kufuata sheria na kanuni? Daraja ligi tunaipeleka wapi? Sikiliza. Haya mambo mpaka yanatokea hapa tumeyalea wenyewe. Mimi nilisema kama kwenye lile tukio la dabi kuhairishwa limesababishwa na Simba, Simba ipewe adhabu. Kama tukio lile limesababishwa na Yanga, Yanga ipewe adhabu ya sheria, si zipo? Sikiliza wenzetu, ukiangalia uh, kwenye dabi ya Kairo, Misri, si ndio? Kwenye dabi ya Cairo misi mmesikia kuna mizozano hmm? Hakuna. kwa nini? wahusika wamefuata sheria na kanuni za, wakamaliza mapema asubuhi, si kwa mujibu wa sheria? Unalipata vizuri. Kwa hiyo kwa mimi nachoweza kukisema, hili jambo kama kweli, kama kweli hawa watu ambao tumewapa dhamana ya kusimamia sheria na kanuni, kama kweli wameitwa na viongozi wa serikali hawa watu watufai ofisini, eh, waondoke. Sikiliza. Natangaza rasmi tangazo la taifa. Huu sio muda wa kupigana kampeni za kiongozi fulani, hapana. Tunajadili kwa nini dabi imehairishwa. Eleweni Kiswahili. Hebu hebu hebu nisikilizeni, tunajadili e. Kwa nini dabi imehairishwa, sio mafanikio ya taasisi fulani. Waandishi na nyie jitahidini kuchekesha haya mambo, maanake utakapokuja kwangu mimi from nowhere nitakuchana na wewe, unanipata vizuri ha? jumla, jumla, hata ah, nyie waandishi, kwa sababu leo hii mnaona kabisa mtu hata kuposti mafanikio ya mtu fulani anoho. Tunajadili dabi, kwa nini imehairishwa, na ndio maana Yanga wakasema hawana imani na viongozi wa bodi ya ligi, sio wenda wazimu, kwa sababu leo hii tunajadili kiini cha dabi kuhairishwa ni nini, unatuletea mafanikio ya mtu fulani? Sio wakati wake, sio wakati wake. Sababu ya nini? Sababu ipi? Kwa sababu nisikilize, nyiye ni waandishi wenzangu. Sababu ambazo zimetolewa mlienda kwa wahusika? Ukisema ni sababu za ulinzi na usalama, mmeenda kwa Jumanne Mlilo, amewajibu nini? Manake mwenye mamlaka ya kusema ulinzi na usalama ulikuwa ni mdogo na ndio maana dabi kuahirishwa, na ye kuthibitisha ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, ambaye alisema kuelekea hii dabi ulinzi na usalama utaimarishwa. Ajali ikitokea, sisi waandishi utaki kusema watu sita wamekufa kati ya jeshi la polisi, hajathibitisha hiyo taarifa, uongo kweli. Sasa mnaanzaje kusema kwamba dabi imeahirishwa kwa sababu ya ulinzi na usalama? Kamanda Jumanne Mulilo akasema Takukuru amesema, ndio maana mimi naona hoja hapa. Takukuru amesema kama kuna rushwa kwenye ile dabi, waandishi nendeni Takukuru. Kama kukua kuna uvunjifu wa amani, waandishi nendeni kwa Jumanne Mulilo, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam, ambaye alisema kwamba hii dabi tumeimarisha ulinzi. Vibaya mno, yaani jichanganye gusa, unase, si ndio? Haya, kamati inakuja kusema ilibaini kwamba kuna mwongozo wa kanuni Simba wa kuufuata Si ndio? mm. Sa sababu za ulinzi na usalama hazikuimarishwa au zilikuwepo hazipo kasema nani maanake nalibidi wamkoti si ndio? mm. mkuu wa ulinzi na usalama mm. si ndio? wakanda maaruma Dar es Salaam mm. walisema mm. ndio maana nikasema mahali tulipofikia mm. hili jambo kama kweli watasuluhishwa na viongozi wa serikalini mm. wakati kwenye ofisi zao kuna sheria na kanuni hawa watu inabidi waachie ngazi haraka sana Mara dabi hata kama ikichezeka, hata kama dabi ikichezeka, tunataka tujue majibu yenye hoja za msingi. Majibu yenye hoja za msingi. Dabi iliahirishwa kwa sababu ya nini? Ulinzi na usalama. Jumanne Mulino ndo akasema rushwa, sawa. Takukuru amethibitisha. Tusilete ule uhaba wa mapenzi ambao hauna maana. Tena najitahidi kweli niongee kauli nzuri, maake mi najijua Haiwezekani, ingepasuka vibaya. Haiwezekani, dabi imeahirishwa, unasema rushwa, tupe uthibitisho. Ulinzi ulikwepo, haupo, tupe uthibitisho hauna aya maana yake nini? Lakini chuma cha Mjerumani eh, watu wengi wanaonyoshea mikono Yanga Africans. Kwa nini wao wanashikilia kutokucheza dabi? Ah, hapo ndo shida. Nisikilize. She, Yanga sio ajinga. Eh. She, Yanga, eh? Yanga? Eh. Sio ajinga. Watu wanaona wajinga, watu ah, wamekataa mechi. Watakao sema wajinga ni ambao hapa hazipo, okay. Yanga wanataka kujua. Si ndio? Ndio maana kasema kwenye hili kosa huwezi ukamtumu Simba mm. Uweze ukamtumu Yanga mm. Hapa tunakwenda moja kwa moja kwa wale ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni mm. Waje na majibu, kwa sababu majibu ambayo amekuja nao ni mepesi, ni mepesi sana. Ndio maana kasema nyewe, waandishi wenzangu ambao wametoka vioni saa hizi, nendeni mbele kuikuza story. Ndio maana imetokea waraka mmoja kwamba waandishi wa habari wanakuza mgogoro. Sio mgogoro, tunataka majibu ah. Dabi imeahirishwa sababu nini? Uongozi useme. Je, ni Yanga na makosa? Je, ni Simba na makosa? Ulinzi haukuwepo? Kamanda Mulilo anasemaje? Kulikuwa kuna rushwa? TAKUKURU anasemaje? Aise waandishi haraka sana, nendeni TAKUKURU Nendeni haraka sana kwa kamanda Jumanne mlio na yuko fair kwelikweli, oh. na atawapa ushirikiano, washikilie wa wa bomba ah. mimi nawasi Yanga Africans bomba shee ah, wa mpaka walete wale majawabu ah, kwa sababu hapa Simba kosa hawana si ndio? Yanga kosa hawana wanataka majibu kutoka kwa wale ambao tumewapa dhamana kusimamia sheria. Sikiliza, kwa mujibu wa kanuni ya thelathini na moja mm. ukiangalia, si ndio? mm. Imeeleza ufafanuzi wote, nilitamani tutafata pale. Hili jambo limekuwa gumu kulitolea ufafanuzi, kwa sababu tumelea huu ugonjwa miaka mingi, ndio maana unajua kuona mifano mingine ambayo haijengi. mwaka 2021 yanga alifanyaga hivi hivi, kwa nini hamkuiadhibu yanga Afrika? Kwa hiyo hii kitokata, mechi ijayo, msimu ujao, inatokea hivi hivima mbona Yanga, mbona Simba ikuleta timu uwanjani? Hapana, ndio maana nimewauliza nyewe waandishi ambao mnafuatilia michezo mmeona kuna kelele zozote? Egypt ile ilimalizwa mapema, ahali walisema walikubaliana na bodi ya ligi waamuzi watoke nje. Kamati ya usimamizi ilisemaje? Ali msilete utani, leteni timu uwanjani, ratiba iko pale pale. Unalipata vizuri? mm -hmm. kwa sababu ukiangalia katika maelezo ambayo simba waliandika kwamba kutokana na yale mambo ambayo wameyaona kiwanjani, si ndio mm -hmm. huenda wasilete timu uwanjani pale nilitegemea kuona kamati au bodi ya ligi kama vile ambavyo ilivyofanya, kwamba mechi iko pale pale, maanake maelekezo ya geganda pale pale, kwamba Simba mechi iko pale pale, hayo mengine tutayafanyia kazi baada ya mechi. Unalipata vizuri? Na Simba nao walifanya hili, walijua, kwa sababu kwa sababu haya mambo ni mwendo wa kuleana, hii dabu itairishwa na itatafutwa hekima na busara. Hekima na busara iko kwenye ndoa, wewe na mke wako, Sio kwenye mpira. Kwenye mpira tuna sheria na kanuni, mnanipata vizuri. Sheria na kanuni, hekima na busara ni kwenye ndoa. Sasa hili jambo kama linaenda kule, aisee, nitasikitika sana sipoona watu wajiachia ofisi.